Jamaa anazidi kumbembeleza Chidela lakini Chidela hataki hata maongezi jamaa. Ikabidi sasa avue hivyo vitambaa vyake, labda Chidela atamsikiliza jamaa. Kuvua hivi, wanafunzi wakashangaa, kumbe ni mtoto wa mfalme Chidela. Naye akashangaa, walimu na wenyewe wakabaki midomo wazi, lakini jamaa namwambia Chidela, mimi nakupenda Chidela. Chidela, anazidi kuogopa, akaona bora asepe zake. Huku nyumbani jamaa ni mtu wa mawazo, mama yake na Chidela anamfuata, akifikiria labda jamaa ameanza tena kumkumbuka mama yake mzazi. Mwanangu, shida ni nini? Mama, kuna mambo yametokea shuleni kwetu, yaani ni kukataliwa tu. Unaongea lugha za vijana, mbona sielewi? Jamaa ajui kama mtoto anayemchanganya kichwa mama yake ndiyo huyo. Kidogo sime mama yake na Chidela ikaita, ikabidi apokee. Halo mama, samahani, mtoto wako analia huku tangia alipotoka shule Jamani, mtoto wangu kapatwa na nini? Mama akaanza kuchanganyikiwa, anahisi labda mtoto wake kapatwa na shida. Somadina akaona bora amwombe ruhusa baba yake mzazi ili ampeleke huyu mama kwake na aweze kuonana na mtoto wake. Mama anafika nyumbani anakuta Chidela analia. shida nini mwanangu? nimepigiwa simu unalia tu muda wote, jamani. Naye ya akazama, anashangaa mtoto anayelia ni Chidela. Chidela naye anashangaa kwa kumuona Somadina. Chidela, nimesikia sauti yako, ndio maana nimetamani kuingia na kukuona. Ngoja kwanza, hivi unamfahamu mama yangu? Mama, kumbe unafanya kazi mjini? Mama yake na yeye anashangaa na hivi, nyinyi wawili kumbe mnajuana? Somadina akamwambia mama yake na Chidela kuwa atamuelezea kila kitu kesho asubuhi, hivyo yeye atabaki hapa na Chidela, ila kila kitu atamwelezea kesho asubuhi. Basi mama yake akawaacha jamaa. Akaanza tena kumpanga Chidela, Chidela, nina mambo mengi ya kukwambia, sijui nianzie wapi, lakini najua unaweza kuwa na maswali mengi juu yangu. Kwanza namshukuru mama yako kwa sababu kanilea kama mwanaye, pia hata baba yangu mzazi anamsifia sana, amekuwa ni mfanyakazi mwenye nidhamu pale nyumbani. Lakini Chidela anamuuliza jamaa, unajua bado mimi sielewi, wewe ni mtoto wa mfalme, kwa nini sasa umekuja shule yetu ya kimaskini na kujificha? Nilifanya hivyo kwa sababu ya ahadi ya baba yangu, aliniambia nitafute mke sahihi, ndio maana sikutaka huyu mwanamke naye tafuta atambue kama mimi ni mtoto wa mfalme. Hata hivyo mimi nimekuona wewe ndio unafaa kuwa mke wangu. Haya bana, kesho mapema akaja kumtambulisha Chidela kwa mzee wake. Mzee wake anafika anamsifia kijana wake kwa kumpata msichana mrembo na mdogo kidogo. Mamake na Chidela naye anaingia, Chidela akamkimbilia mamake. Mzee akashangaa, kisha akaanza kuwaka, ndio nini hiki unafanya yani? Mwanangu unaniletea mtoto wa kijakazi au wewe, mama, umempanga mwanangu amuoe wa mtoto wako? Mzee akupenda mtoto wake amuoe mtoto wa kimaskini kutokana na hiyo Asila akamua sepe zake, lakini Somadina akamfata tena baba yake kwa ajili ya kumbembeleza, lakini mzee anakuwa tu mgumu. Mwanangu, huwezi kumuoa huyo msichana. Baba, kwa nini? Lakini kuna kitu ambacho kielewi. Huyu mama alijidai anakusaidia wewe humu ndani na kujifanya ni mjakazi bora, ili aje akupatie mwanaye. Baba, hutakiwi kumchukia maskini, hata yeye hakujua kama mtoto wake ni mwanafunzi mwenzangu. Mzee anampa msemo mtoto wake, yani mwanaume mpumbavu anajidai ni mtu mwema, lakini pasipo kujua, yeye ni mpumbavu kila sehemu kama ungeona kile nilichokiona, ni heri ungetafuta mtoto wa kitajiri na umuoe. Baba, watoto wa kitajiri hawana nidhamu, wanatabia mbovu. Ndiyo maana mimi nimempenda huyu msichana huyu. Mfalume bado anampinga mwanaye kumuoa mtoto wa kimaskini, na kutokana na hiyo asila, akamfukuza mama yake na Chidela na hakutaka tena aendelee kufanya kazi hapa kwake. Baada ya wiki kadhaa kupita, mlinzi kuna barua aliipokea, alafu akawa anampelekea mfalume. Mkuu wangu, nakusikia kuna barua yako hapa. Isome, nadhani inakuhusu wewe. Nimesema isome. Mkuu wangu, naona wo mwandiko si uelewi. Uelewi mwandiko, au wewe ndio hujui kusoma? Emtoka hapa, kamwite mtoto wangu. Jamaa anafika, anapewa barua aisome. Wakati anasoma akashangaa: baba, maisha yako yapo hatarini. Mfalume anashangaa, hii inawezekanaje? No, kuna mtu kaandika kuhusu kifo chako. Lakini baba, huu mwandiko kama naufahamu, ni nani aliandika? Baba, huu mwandiko ni wa yule msichana Chidela ambaye ulikatani simuoe. Mfalme anazidi kushangaa. unazani mimi ni mjinga? Mwanangu, hutakiwi kuwa muongo kiasi hicho. Hii barua tumeipokea hata kabla ya huyo chidela kuja hapa, yeye na mama yake. Kumbe Chidela alituma barua kwa mfalme yenye ujumbe wa kuhusu kuwa maisha yake hapo hatarini, na barua hii alituma hata kabla Chidela hajajuana na Somadina. Basi kwa kuwa mfalme alitaka kufahamu jambo hili kiundani zaidi, akaomba Somadina amfuate Chidela, huku Somadina anambembeleza Chidela haende kuonana na baba yake kwa sababu Chidela ndiye aliandika ile barua. Kumbe hiyo Chidela huwa na nguvu ya maono. Basi Chidela na mama wake wakafika kwa mfalme. Chidela akaanza kuelezea kila kitu kuwa yeye ndiye mwandishi wa ile barua na alitambua hilo kwa sababu ana maono. Kwa hiyo kama wewe umeandika barua hii, je, unaweza kufahamu mambo yote? Naweza kufahamu kwa sababu hata kifo cha mke wako kilitengenezwa wakati akiwa mjamzito. Somadina akashangaa, baba, uliniambia mama kafariki kwa kansa. Hapana mwanangu, ila huyu msichana yupo sawa. Ni kweli mama yako alifariki akiwa mjamzito, na kifo chake kilikuwa ni cha kushangaza sana. Nisamee mwanangu, kwa kukuficha hilo. Kwa hiyo nani alimuua? Ni watu wa karibu waliotaka kukuua wewe pamoja na baba yako, na watatokea hapa si muda. Kweli bana, muda kidogo akatokea hawa wazee wawili "Mkuu wangu, mimi gwiji la magwiji nimeisi upo kwenye shida, hivyo nimekuja kukuangalia kiafya pamoja na kimwili. Mfalme anashangaa. Salamu kwako kwa mkuu, kama alivyosema gwiji, yeye kaishagundua kuwa upo kwenye shida, hivyo tumekuja kukutibu. Nimeshangaa tu inaendelea humu ndani, lakini mfalme akaanza kuwajibu. Chief Frederick ndio baba, Chief Okando ndio baba, hivi kwa mfano akatokea mtu na akawapa mpango wa kuniangamiza mimi, je, mtakubali? Hapana, hatuwezi kuruhusu hilo kabisa, yani hili hatuwezi kuruhusu kabisa, na pinga vikali mfalme akawa bia na najua mipango yenu, mnataka kuniangamiza. Nataka mniambie ukweli, kama si hivyo naita polisi sasa hivi. Mzee wangu sio mimi, ni Okando, mimi nilikuwa na msapoti tu mawazo yake, samahani, naomba nisamehe. Na hapo ndio mfalme akagundua kuwa hawa wazee walikuwa na mpango wa kumteketeza kaa kimya we mzee mipango yote ya kumteketeza mfalme ulikuwa unapanga wewe samani mkuu wangu huyu ndio kila kitu hata kifo cha mke wako yeye ndiyo muhusika mkuu basi mfalme kwa kujua huo ukweli akatuma vijana wake wa wakamate hawa wazee pili akamwomba msamaha mama yake na chidela kwa vile alivyomfukuza pia akamshukuru mtoto wake chidela na kumpongeza kwa kuokoa maisha yake na akamruhusu mtoto wake aweze kumuoa Chidela. Basi Chidela na Somadina wakapiga magoti na mzee akaanza kuwabariki na akataka wakimaliza mtihani wao wa mwisho waoane. Huku shuleni, maisha ya Chidela yakawa mazuri, muda mwingine wanaenda shule na Somadina na huo ndo unakuwa mwisho wa unyama.